Akizungumza katika kongamano la miaka 55 tangu kuanzishwa kwa chuo hicho, Mheshimiwa Kikwete amesema katika kipindi chake cha ukuu wa chuo atahakikisha anaunganisha uongozi wa chuo na wadau mbalimbali ikiwemo serikali ili wanafunzi wanaojiunga na chuo hicho ambao hawana uwezo wa kujisomesha wapate mikopo ili waweze kuendelea na masomo. Lazima watu waone kwamba kuna mambo mapya, lakini mapya ya maendeleo <laughs> sio mapya kubomoa ya kule tulikotoka. I'm saying they must instead be more dynamic than the predecessors and be able to ensure continued prosperity for the university. Lazima unapoanza unaendeleza maendeleo ulioyakuta. Nasema ni lazima kuendelea kukabiliana na changamoto za mazingira pamoja na kuboresha nyenzo za ufundishaji. Makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Rekaza Mukandara akielezea historia ya chuo hicho amesema tangu kilipoanzishwa, mbali na kutoa elimu bora kwa wanafunzi, kimetoa viongozi wengi wa ngazi za juu, na kuongeza kuwa lengo ni kuhakikisha wanafunzi wanaomaliza chuoni hapo wataweza kwenda kufanya utafiti ndani na nje ya nchi. Pia tumetumia fursa hii kuangalia masuala ya mbele huko tunakokwenda. Uh, namna vitu ambavyo inabidi tuvifanye ili uh, kukuza au kuongeza mchango wa chuo hiki katika maendeleo ya taifa letu na maendeleo ya Afrika kwa ujumla, na ni wazi kabisa kwamba inabidi uh, tujikite zaidi katika kuongeza rasilimali ambazo tutawekeza katika kuongeza chuo, tujikite zaidi katika kuongeza taaluma kuwe na wataalamu wengi zaidi maprofesa na wahadhiri ambao wamebobea zaidi katika kazi zao, waweze kufundisha uh, wataalamu mahiri lakini pia katika kufanya utafiti na kuchangia katika kwa ujumla katika maendeleo ya taifa letu. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilianzishwa kikiwa na wanafunzi kumi na nne walimu sita, ambao walikuwa wakisoma katika majengo ya Chama cha Mapinduzi Lumumba na baadaye kuhamishiwa eneo la Mlimani ambapo lengo la kuanzishwa kwake ni mikakati ya kuleta ukombozi katika nchi za Afrika na kwa sasa kina wanafunzi zaidi ya elfu ishirini na nne. Kutoka katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, jijini Dar es Salaam, mimi ni Ufosaro wa ITV.